Ni ombi langu kwa viongozi wote wadini, wa dini Waislamu na Wakristo, tunatarajia kabla ya uchaguzi tarehe ishirini na tisa tuna ibada ambazo zinahusisha watu wengi. Tuna siku ya Ijumaa kwa Waislamu, lakini tuna siku ya Jumamosi kwa Wasabato, tuna siku ya jumapili pili kwa Wakristo wengine ambao sio Wasabato. Ombi langu naomba tutumie mkusanyiko hiyo mikubwa ya kiibada kuwaomba na kuwaelimisha kuwa wananchi kujitokeza kupiga kura tarehe ishirini na tisa, ikiwa ni haki yao kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia nichukue fursa hii hutoa tahadhari kwa maana kwamba sheria yetu ya uchaguzi namba moja ya mwaka elfu mbili ishirini na nne nadhani kama kifungu cha mia moja ishirini na tisa kifungu kidogo nadhani cha tatu kima kinakemea kwa mtu yoyote yule atakayetoa ushawishi mbaya dhidi ya zoezi la upigaji kura ajue kwamba ametenda kosa. Kumshawishi mtu asitoke kwenda kupiga kura, kumzuia mtu asitoke kwenda kupiga kura ni kosa kwa mujibu wa kifungu kwa, kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na tano, ambapo ambayo ni sheria ya uchaguzi ya mwaka 2024. Tunachoangalia ni kuweza kuitangaza amani tarehe 29. Pia istoshi, sio tarehe 29 tu, baada ya uchaguzi, yani amani ya nchi idumu daima mbele na. Binafsi nasema nakubali sana kwa, ni wazo la amani alilifikiria na limeleta busara kubwa, kwa sababu watu wa dini ndio watu ambao wanaweza wakafanya mambo yakawa mazuri au yakawa mabaya, kwa sababu wao ndio ambao wanakaa na watu wengi sana katika baadhi ya sehemu nyingi tunakutana kwenye mambo ya mikutano ya dini, kwenye swala za Ijumaa huwa tunakutana sana watu wa dini na watu ambao wanaotoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ujumbe utakuwa umefika vizuri sana, kwa sababu sisi tuna nafasi ya kuzungumza sana na waumini wetu wa dini, hasa upande wangu nasema dini ya Kiislamu, na uwezo wa kuzungumza na baadhi ya watu wengi ambao tunakutana nao. Kwa hiyo naamini kabisa hili, kwa maana leo limeleta faida kubwa katika shughuli za amani. Ushauri wangu, kwanza kwa watu wote twende tukapige kula bila kusita. La pili kwa vijana wote ambao, kwa wakati huu wa kampeni zilizopita, tumeona mambo mengi yamesemekana, tumeyasikia kwa masikio yetu, lakini kitu ambacho ni kizuri kabisa na no umuhimu kabisa ni kuiangalia amani ya nchi yetu.